Online television ikitangaza kutoka jijini jijini Dar Dar es Salaam, Tanzania. Hii ni Tan Business Channel online television ikitangaza kutoka es Salaam. Na mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Leo kwenye kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali mali nitaelezea jinsi ya kuanzisha biashara ya duka la dawa ambayo inapata faida. Sasa unajua, biashara yoyote lazima ipate faida. Kwa hiyo, hata kama biashara ya duka la dawa, kwa kiasi kikubwa nachukua kama ni ya kutoa huduma, lakini huwezi ukatoa huduma kama biashara haipati faida. Kwa hiyo, kuna kutoa huduma, lakini pia biashara ipate faida. Sasa ni mambo gani ya msingi ya kutafakari na kutekeleza kama unataka kuanzisha biashara ya duka la dawa. Jambo la kwanza ambalo ni la muhimu ni uchague kwanza, ni aina gani ya duka la dawa ambayo unataka kuanzisha, kwa sababu kuna aina nyingi za maduka ya dawa. Sasa ni, ni vizuri ufanye uamuzi, ni aina gani ya duka la biashara unataka, duka la dawa unataka kuanzisha. Kwa mfano, unaweza ukasema unataka kuanzisha duka la dawa la jumla kwa maana ya kuwa wewe utakuwa unanunua e, madawa na kuuza kwa hao wauzaji wa maduka ya dawa madogo madogo. Kwa hiyo inakuwa ni biashara ya jumla, lakini nyingine unaweza ukaamua na wewe ufanye biashara ya ya reja reja, kwa maana kwa unawauzia e, dawa wateja wanaokuja, wakati na wewe unanunua e, dawa kutoka kwa aidha kwenye mawakala wakubwa wa mambo ya dawa au hata kwenye viwanda au kuagiza kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo ni muhimu u u uchague, na pia unaweza ukasema unataka kuuza dawa lakini pia unataka kuuza pia vifaa vya tiba. Kwa hiyo sasa hayo yote ni maamuzi unaweza ukaamua. Kwa hiyo namba moja, chagua ni aina gani ya ya biashara ya dawa unataka kufanya. Namba mbili ni wapi utaweka hilo duka lako. Hii nalo ni ya muhimu sana, kwa sababu kama utaweka duka lako sehemu ambapo huwezi kupata wateja wengi, kibiashara inakuwa sio nzuri, kwa sababu wateja ndio wanaleta biashara. Kwa hiyo lazima utafute eneo ambalo unafikiri unaweza ukapata wateja wengi. Sasa maeneo yako mengi ya kuangalia kubwa of course, ambao wengi wanafahamu ni kuwa kwa kuwa haya ni mambo ya madawa, basi ni vizuri uweke duka lako karibu karibu na hospitali. Inaweza ikawa karibu na hospitali au karibu na dispensary. Kwa hiyo, hilo eneo litakuwa ni zuri kwa sababu kuna watu wengi wanakwenda kwenye hospitali au kwenye dispensary kupata huduma, na hatimaye wanaweza wakaja kwako kununua dawa kwa hiyo hilo ni eneo lingine. Maeneo mengine ni yale ambayo yenye mkusanyiko wa watu wengi e, kama kwenye mstendi ya mabasi, kwenye masoko na kadhalika. Kwa hiyo namba mbili, chagua eneo ambapo utaweka hiyo biashara yako. Sasa kwenye kuchagua eneo la kuweka biashara yako ya duka la dawa, hapa kuna jambo la tatu ambalo ni la muhimu sana ni usichague tu eneo tu kwa kuwa unasema labda kuna kuna watu wengi, au karibu na hospitali, kama hakuna fursa ya kufanya biashara ya dawa. Kwa hiyo ni muhimu sana uangalie kama hapo mahali unapopachagua pana fursa za kufanya biashara ya duka la dawa. Nimeelezea kwenye video zangu na hata kwenye vipindi vya televisheni jinsi ya kutambua fursa za kufanya biashara. Kwa hiyo ni muhimu sana utambue kama ilo eneo liolichagua la kuanzisha duka la dawa zipo fursa za kufanya biashara. Jambo lingine la msingi ambalo inabidi ni utafakari ni sasa kuchagua wateja ambao utawahudumia. Ni vizuri sana uchague wateja, kusababu hawa wateja kwa sababu hao wateja ndio watakaokupa biashara. Sasa kuna wengine wanafanya makosa wanaanzisha biashara kwa kusema kuwa mimi wateja wote tu watakaokuja ni wakwangu. Hilo ni kosa, lazima uchague kundi la wateja, kwa sababu ukichagua hilo kundi, kinachofuata ni kufanya mawasiliano na hilo kundi mara kwa mara, na wao watakueleza aina gani ya madawa wanapenda, aina gani za huduma wanapenda, au mambo ya vifaa tija, vifaa tiba na yani, kwa kuwa unakuwa nao karibu watakueleza vitu vingi na unaweza ukafanya biashara nzuri kuliko kuwa na wateja tu ambao wanakuja wanaondoka, na wewe unasema hao ni wateja wako. Kwa hiyo swala la kuchagua kundi la wateja la kuhudumia ni la, muwe, la muhimu sana. Jambo lingine ni aina gani ya madawa utauza. Hiyo ndio ni kitu cha muhimu. Na sasa kwa kuwa umechagua kundi la wateja la kuwahudumia inakuwa rahisi kwao kukueleza aina ya madawa ambayo wao wana wanapenda au wananunua, na pia watakuueleza kama ni masala ya vifaa tiba, ni vifaa tiba gani ambavyo wanakuwa wanavihitaji. Kwa hiyo sasa, usinunue tu madawa tu unayofikiria wewe tu, unanunua nunua, mwisho wa siku unaweza ukajikuta una madawa kwenye duka lako lakini hayauziki na yakifikia muda yakiexpire, inakuwa ni balaa, inabidi uondoe kwenye duka lako. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kuwa unanunua madawa ambayo yatauzika, na hii utafahamu kutokana na mapendekezo ya kundi la wateja ambao umewachagua. Sasa, baada ya kuchagua aina ya madawa ambayo utakuwa una unawauzia wateja wako. Jambo lingine la msingi ni wapi utapata hayo madawa au wapi utanunua hayo madawa. Hii ni ya muhimu sana kwa sababu usipokuwa makini hapo utajikuta kuna mambo mawili ambayo yanaweza yakawa changamoto. Kwanza, unaweza ukajikuta unapata madawa ambayo sio bora au sio yenye majina makubwa na pili unaweza ukajikuta unauziwa madawa kwa bei ya juu, kwa hiyo na wewe wateja huwauzie madawa kwa bei ya juu zaidi. Sasa hapo, haya mambo mawili yatakuangusha kwenye biashara, kwa sababu kwanza, ubora wa madawa yako utakuwa sio unaokubalika na wateja, lakini pili, bei za dawa zako zitakuwa ziko juu, na hiyo wateja hawapendi. Kwa hiyo ni muhimu sana uangalie hilo swala la wapi utanunua madawa kama mfuko unakuruhusu au mtaji unakuruhusu unaweza ukaagiza hata kutoka nje, ingawa watu wengine ukimwambia kuagiza kutoka nje wanaanza kupata mchecheto. usi- Usiogope, hivi vitu ni ukiwa kwenye biashara, usiogope. Kwa hiyo unaweza ukaagiza kutoka nchi za nje au hata nchi jirani, unaweza ukaagiza dawa. Kwa hiyo suala la wapi utanunua madawa ni la muhimu sana. Sasa unaona, tumejaribu kueleza vitu vile vitatu, na inaelekea sasa tunakaribia kwenda kwenye eh, mambo ya kufanya biashara yenyewe. Kwa hiyo sasa jambo linalofuata ni kutengeneza plani, inabidi utengeneze plani ya biashara. Sasa kwenye plani unaweza ukatengeneza business plan au ukatengeneza eh, budget. sasa hiyo ni muhimu sana kwa sababu business plan itakusaidia, itakuwa ni mwongozo kwako, mwongozo utakao kusaidia jinsi utakavyoianzisha hiyo biashara uta kwa hiyo hutakuwa unafanya vitu kwa kubatisha, batisha au mwingine unasahau. Kwa hiyo ni muhimu utengeneze business plan, na hii business plan itakusaidia kukupa mwongozo wa jinsi utakavyoianzisha hiyo biashara. Sasa baada ya kutengeneza business plan, kuna jambo lingine ambalo ni la muhimu sana. Ni kuwa kwa kuwa unajitayarisha sasa kufanya biashara, swala la mtaji haliepukiki. Kwa hiyo sasa, jaribu kuangalia kwanza, ufanye makadirio ya mtaji ambao unahitajika kwa kuanzisha biashara. Nimeishaelezea kwenye video zangu zilizopita, hata kwenye vipindi vyangu vilivyopita, jinsi ya kufanya makadirio ya mtaji wa biashara. Kwa hiyo fanya makadirio yako, uweze kujua ni kiasi gani cha mtaji kinahitajika kwa ajili ya kuanzisha biashara. Lakini hapo hapo, kabla tujaondoka kwenye mtaji, ni kuwa haitoshi tu kufanya makadirio ya mtaji wa biashara unaohitajika, lakini pia wapi utapata mtaji. Hilo nalo ni jambo la muhimu sana. Kwa hiyo kwa sababu usipofanya hivyo au sipo utafakari, unaweza ukajikuta kila kitu kiko tayari, lakini huna mtaji na hujui utapata wapi. Kwa hiyo ujaribu kuangalia wapi utapata mtaji wa biashara. Sasa tunazidi kusogea kwenye shughuli zetu za kuanzisha biashara na tumefika kwenye swala la mtaji, lakini kingine ni kuwa uweke utaratibu wa kutengeneza hesabu za biashara kuna wengi wanachukulia poa. Ili swala ya kutengeneza hesabu za biashara ni muhimu sana, kwa sababu utakapotengeneza hesabu za biashara zitaonyesha kama biashara yako inapata faida au inapata hasara, maongezeka kama madeni yanaongezeka au yanapungua, na hata mtaji kama mtaji unaongezeka au unapungua. Hii vitu huwezi ukafahamu kama hauna utaratibu wa kutengeneza hesabu za biashara. Kwa hiyo ni muhimu wakati unajipanga, usije ukajikuta unaanza biashara huna utaratibu wa kutengeneza za biashara. Sasa karibu tunaelekea kwenye kufungua biashara yetu, maana vitu karibu vyote vya muhimu nimevigusa. Sasa kama tunaelekea kwenye kuanzisha biashara ya duka la dawa, ni lazima tulisajili ile duka. Sasa ni kuna umuhimu uende BRELA. Sasa BRELA unaweza ukaamua usajili jina eh, au jina la biashara au usajili kampuni. Sasa maamuzi yako kwako, kila mmoja na faida na hasara yake. Kwa hiyo sasa, kama ni jina, jina halina mambo mengi eh, una- unaweza tu ukaita uka, uka tu James Pharmacy, basi jina hilo umelisajili na fahamika. Kwa hiyo unaweza ukaendelea na mambo yako, lakini ni, ni muhimu ikiwezekana, sajili kampuni, kwa sababu itakusaidia sana uko mbele kwenye mambo mbalimbali yanayohusiana na biashara yako ya dawa. Sasa ukisha sajili hapo e, jina au kampuni, kinachofuata ni kwenda TRA, uende ukapate TIN number na tax clearance certificate na hivi vitu ukishavipata kule vitakuwezesha sasa wewe kwenda kutafuta leseni ya biashara, na unapokwenda ni kwenye ofisi ya wilaya eh, au ya halmashauri au ya jiji, kule ndo wanakotoa leseni na kule utapata leseni. Lakini sasa angalizo, kwa kuwa hii ni biashara ya madawa, huwezi ukapata leseni kama una mtaalamu wa mambo ya madawa hilo hilo ni la muhimu sana ulifahamu. Kwa hiyo itabidi utafute mtaalamu wa mambo ya madawa, wenyewe wanaita wafamasia eh, kwa Kiswahili. Kwa hiyo huwezi kapiwa leseni kama hutakuwa na mtaalamu wa mambo ya madawa. Sio wewe tu na mtaji wako na mambo yako umepanga, unakwenda, nataka kuanzisha duka la madawa, hutapewa leseni. kwa hiyo kama umefanikiwa kupata leseni, sasa ni kujipanga kuanzisha biashara. Kwa hiyo kitu cha kwanza jitangaze, usifanye mambo kimya kimya, anza kujitangaza. Kama mtaji au una hela ya kutosha, tangaza kwenye kwenye kwenye kwenye television, kwenye radio, kwenye magazeti, kwenye magazines na kadhalika, ingawa huko bei zinakuwa ziko juu. Lakini sasa hivi trend ya mambo iko zaidi kwenye mambo ya internet, kwa hiyo unaweza ukatumia social media Instagram, Facebook na hata kwenye YouTube channel, kutangaza biashara yako ili wateja wafahamu kuwa unakuja na upo. Kwa hiyo ni muhimu sana utangaze, na mwisho ni kupanga tarehe ya kuanzisha biashara. Usianzishe biashara tu watu wanastukia tu duka limefunguliwa vitu vinauzwa, hapana, tangaza. E, sio kutangaza yani weka she, kasherehe mimi sio muumini sana wa masherehe ya kifahari, lakini angalau ka kawepo ka sherehe sherehe, hata ndogo tu, siku maalumu. Jaribu kutafuta watendaji wa kata au wajumbe eh, kama kuna wanasiasa wadogo wadogo, sawa so, mimi isingependa uwashirikisha wanasiasa wakubwa, lakini kama unao hakuna ubaya, ili hiyo siku ikifika kunakuwa na kati ya friji kidogo, inakuwa umeanza vizuri kuhusu duka lako la dawa. Naona nimetaja karibu mambo yote, kwa hiyo swala la msingi ni kuwa usianzishe biashara ya duka la dawa bila ya kufanya ya kufanya mambo ya msingi yanayokubalika, na mimi nimejaribu muda, ingawa hautoshi, lakini nimejaribu kukuelezea mambo ya msingi ambayo inabidi utafakari na kuyatekeleza. Kwa hiyo ukiyatekeleza haya ukiyajipanga na kuyatekeleza, nina uhakika biashara yako itakuwa vizuri, utapata faida na itakuwa endelevu. Naona niishie hapo, na nawaomba mwendelee kuangalia kipindi chetu cha Dira e, ya Ujasiriamali kinachotangazwa kila siku saa tatu usiku, e, kwa saa za Afrika Mashariki, e, Tan Business Channel Online Television. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola, asante na karibu tena. Hii ni Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.